Maoni yamekuja kila upande, wale waliotaka peke yao katiba, kikosi cha siasa kile kikubwa cha kitaifa katiba, Zanzibar katiba, wote wamesema katiba, na wote tukatoa kauli kwamba tunakubaliana na marekebisho ya katiba yetu, tunakubaliana. Lakini jambo hili ni mchakato, na kwa bahati nzuri katiba si mali ya vyama vya siasa, si mali ya vyama vya siasa, katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama awe hana, awe ana dini awe hana, awe mrefu awe mfupi, mnene mwembamba, mkubwa mdogo, katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana, kubwa sana. Hatuwezi kuchipuka tu tuipa Haya, lete hivyo vitabu viwili eh, ya nani, ya Warioba eh, iliyopendekezwa na hiyo eh, eh, katiba ya Kenya. Nasema katiba ya wapi inasema, eh, eh, chukua kifungu hicho weka. mm -mm, mm -mm, mm -mm. Hatwendi hivyo, hatwendi hivyo. Hii ni mali ya Watanzania ambayo tunataka tukifanya marekebisho ya tuchukue muda, kitabu chetu kile kiende, lakini katiba ni kitabu, ni kitabu tunaweza tukatengeneza katiba kitabu kizuri tukakipamba tukakiweka, wangapi wanakielewa hicho kitabu, yaliyomo mo ndani, wangapi wanayaelewa? Katiba tulionayo kitabu tulicho nacho sasa, wangapi wanakielewa? Unakwendaje kumuuliza Mtanzania nipe maoni yako, kitu hakijui? Tunaanza na elimu ya Watanzania wajue ni kitu gani wajue hicho ni kitu gani, kinasemaje, kinani? Sababu tunakwenda viongozi wa kisiasa, tunadhani tuna right haki ya kuburuza watu, tunachokisema sisi watu wote wafate, waseme hivyo. Tunageuza watu makasuku, tunataka katiba mpya watu wote hey, tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Nenda muulize we, kifungu gani cha katiba kinakuudhi? Hajui, hajui hajui au ha, unataka nini kibadilike? Ah, manaake ndio tunataka mpya tu, tunataka mpya tu, tunataka mpya tu. Sasa mpya ilete nini? Ah, unajua ndio hivyo, ndio maendeleo. Nani kasema maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa. Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu tunge vya dini tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? wangapi tunavikiuka, hatuviheshimu na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake, mpaka ukijue maana yake. Hata cha dini huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui humo ndani ya masafu kuna nini, huwezi kuheshimu Bible mpaka ujue ndani ya hiyo Bible kuna nini. Na ndio maana unaona mtu mwingine ana randa nayo hivi, kachukua masafu, Bible, matendo yake ni tofauti na yaliyomo ndani tofauti na yaliyomo humu ndani. Kwa hiyo katiba si kitabu, ni morality ethical standards yaliyoandikwa pale. Tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huu, kila mtu aujue, kila mtu auamini. Ethics zetu zitakuwa hivi, kila mtu azijue, kila mtu aziamini, then tunaziweka kwenye kitabu chetu, tunaweka kwa reference kwa reference, lakini katiba iweko mioyoni kwa watu, kila mtu aiamini na iwe ndiyo itikadi yake, katiba ya nchi yake, kama walivyofanya wenzetu. Hawakurupuki tu wakafanya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya Watanzania wajue hiyo katiba ni nini na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaaje. Mwingine hata kukijua hakijui Ukienda huko vijijini, mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndio katiba, hajui ilani inasemaje, wala katiba inasema hawajui. Kwa hiyo tusiwaburuze katiba. Viongozi wa siasa, si yetu, ni mali ya Watanzania. Tunachokitaka kwenu ni maoni. Ni maoni, katiba iwe katiba iweje, na mwisho wa mkutano huu. Katiba iweje, na mwisho wa mkutano huu, nimemwambia msajili nataka viongozi wa vyama vya siasa walete maoni yao kwenye ushiriki wao kwenye kikosi kazi au kamati itakayo kwenda kuanzisha mchakato wa katiba. Nyinyi mtakuwa na wawakilishi huko kwenye hicho kikosi kazi, sijui kamati, vyovyote mtakavyoita, lakini mtakuwa na wawakilishi wenu huko. Kaeni mkubaliane, mnawakilishwa vipi, vyama vingapi vitaingia? Sio kila mtu ataingia kule. Hatuwezi, tutakuwa na kamati takayoanzisha huo mchakato wa katiba. Wote tumekubaliana tunataka reforms, tunataka mabadiliko ya katiba, ndio part of the reforms, lakini si mali yetu. Tusiburure wananchi, sisi tupeleke mchango wetu uh...